Shirika la wambea duniani, shi la wadu lina ubuyu wa ndugu yetu ambaye hujitambulisha kama raisi wa eneo fulani hivi ndani ya wilaya ya Kinondoni. Inasemekana kwamba eti wikendi hii hapa iliyoisha ilikuwa ni ya machungu sana kwake. Shirawadu, shirawadu, na waona, na waona nakula tu ubuyu. Sorry. Mzee, baba mzee wa Virungu, Andema. Poa poa, Sheneida Madee. Mambo poa, Andema. E bwana, kwanza kabla ya yote, poleni kwa msiba Sibaran. Ah, sigeda dugu janja, uwezo umeipangusa vifaa Nah, so utamnunulia lingine lingine. Madee sio mtu wa mchezo mchezo mchezo. Wewe bwana, pole pia kwa Jumamosi ile marungu hivi <laughs> kati ya Simba na Yanga wewe ni mshabiki wa timu gani? Leo mwanangu, mbona kipindi chako cha michezo na kuona? <laughs> <laughs> <laughs> na kuona, we ni shabiki wa timu gani vile? ni Yanga mwanangu? Aya, pole bwana, da, manake hapo na misiba mitatu. Wa kwanza gari la dogo janja kuibiwa vifaa vyake, wa pili kuchezea marungu watatu kufungwa mbili moja na simba dogo. sio msiba <multi> kufungwa ni sehemu ya mchezo. Hayo marungu ndo sijaelewa unamaanisha nini? <multipi> Wesi ulikuwa getini, uwanja wa Taifa, unataka kuingia, vurugu zikatokea, mkachezea marungu, wanarudishwa <onusur foreign language> nyuma <multi> <multi>

mba nimeenda mpaka pale mlangoni kwa miguu uluululu. Hapana kunyapia nyapia. <laughs> Rungu likupata sehemu gani ya mwili polisi? Wanawapiga watu ambao wanakaidi sheria zao. Mimi siwezi kukaidi sheria ya polisi, sheria ya nchi yangu siwezi kukaidi bwana. Nikikaidi ndio nikapigwa, sijakaidi sheria, siwezi kupigwa bwana. Manake mimi nilikuwa nasemaje? Ujue, nilikuwa nawambia watu kwamba Madee akipigwa rungu la kichwa, aweze akapasuka kwa sababu ana manywele mengi, hatushindi <tosimu> <Patu> <tosimu> <tosimu>